Wawakilishi wodi sasa wanataka nyongeze asilimia mia saba ya mishahara yao. Katika kikao na wawakilishi wa tume ya mishahara nchini SRC, viongozi hao vilevile wanataka kutolewa kwa fedha za maendeleo ya wadi na pia kupewa mishahara na marupurupu yao moja kwa moja kutoka wizara ya fedha, na wala sio kupitia serikali za kaunti. Seth Olale alihudhuria siku ya tatu ya kongamano la mabunge ya kaunti na walioendelea hapa Nairobi na hii hapa taarifa yake. Wawakilishi wadi kutoka maeneo tofauti kote nchini walikamilisha kongamano lao la kitaifa jijini Nairobi kwa kutaka matakwa yao kutimizwa yakiwemo nyongeza ya ni ya mishahara yes katika kikao maalum na tume ya mishahara SRC viongozi hao walisema wanahitaji mishahara yao kuongezwa kutoka elfu themanini kila mwezi hadi elfu mia tano na arobaini hii ikiwa ni nyongeza ya takriban asilimia 700 mshahara ya mbunge yuko karibu na ya rais Wabunge pia wa counties wapewe mshahara tu karibu naya governor. Governor anakula mshahara elfu moja mia tano sitini na bado hajaweka na marupurupu, bado hajaiba. Nikiona mishahara yetu ni mishahara duni sana. Na ukifungua geti yako kama eh, mwakilishi wadi, wananchi wako pale kila siku, huwezi funga ile geti. Na tukikuja hapa tukulia malilio yetu yasikizwe haswa. Na kafu hakuna jambo ambalo linakuja. Members of Parliament are getting 30, 35 percent.

Aidha, viongozi hao wanataka mishahara yao na marupurupu kutoka moja kwa moja katika wizara ya fedha na wala siyo kupitia serikali ya kaunti. And laughing at us. Wawakilishi wadi hao pia wakitaka mswada kuhusu hazina ya fedha ya maendeleo ya wadi kupitishwa katika bunge la kitaifa. Wito umetolewa kwa wawakilishi kwa kisha wa wadi ili kuhakikisha kwamba yale yaliyozungumziwa hapa yanatekelezwa ili kuendeleza uongozi bora. Seth Olale, runinga ya Citizen katika county ya Nairobi.